Karibu Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Juma. Karibu rais wa Chama cha Majaji na Mahakimu Tanzania, Mheshimiwa John Kahozia. Karibuni majaji, mahakimu pamoja na wajumbe wa Chama cha Majaji na Mahakimu Tanzania JMAT. Karibuni sana katika mkoa huu wa Morogoro. Morogoro ni mkoa ulio mashariki mwa Tanzania. Mkoa huu unajivunia vivutio vingi vya kiutalii, mandhari nzuri pamoja na shughuli mbalimbali zinazohusiana na uhifadhi wa mazingira. Ninawakaribisha sana Morogoro. I'm very excited for your arrival. Kwa kweli tumewapangia mambo makubwa na mazuri ambayo yatakonga nyoyo zenu, kwa sababu hii sio mkutano tu wa kawaida, ni mkutano wa kuwafurahisha na kufanya refreshment. Ukiwa Morogoro utakutana na klabu ya wapanda milima ya Bondwa Hiking ambayo imekuwa na ushirikiano wa karibu na Mahakama Kuu kanda ya Morogoro katika shughuli mbalimbali, ikiwa ni pamoja na utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti, kutoa msaada kwa jamii na kufanya mazoezi pamoja ili kujimarisha kimwili na kiakili. Jina naitwa Mwansoho Gabriel, ni mwenyekiti wa klabu ya wapanda milima wa Bondwa, kwa Kiingereza tunaitwa Bondwa Hiking Club. Moja ya malengo ya klabu hii ni kutangaza utalii wa ndani, na kusema kweli imefanikiwa sana katika hili kwa kushirikiana na mahakama kuu kanda ya Morogoro tunajivunia sana historia inayoonyesha kwamba alikuwa jaji mfawidhi kanda Morogoro, Mheshimiwa Latifa Mansur, ambaye sasa ni jaji wa mahakama kuu ya Rufani, alikuwa jaji wa kwanza kupanda kilele cha safu za milima ya Uluguru maarufu kama Bondwa. Baada ya yeye kufungua mlango huu, Mheshimiwa Stephen Magoiga, kaimu jaji mfawidhi wa mahakama kuu kanda Morogoro, pamoja na Mheshimiwa Jaji Aisha Sinda nao pia wameweza kufika kileleni katika safu za milima hii yenye urefu wa zaidi ya mita 2161 kutoka usawa wa bahari. Wageni, tuwakumbushe na tuwafahamishe kuwa Morogoro ni mkoa uliojaa vivutio vingi vya asili na baadhi ya vivutio vikubwa ni pamoja na hifadhi ya taifa ya Mikumi maarufu kwa wanyama wa porini kama simba, tembo pamoja na twiga. Lakini pia tunao mlima Uluguru wenye maporomoko ya maji ya Choma na msitu wa Uluguru ambao hutoa mandhari nzuri na fursa za kupanda milima huku ukifurahia hali nzuri ya hewa iliyopo. Hifadhi ya taifa Udizungwa, mnaifahamu? Kama mwifahamu, basi niwaambie, hapa ni mahali pazuri kwa wapenzi wa picha, huku ukiona mbega na maporomoko makubwa ya maji. Lakini pia hapa Morogoro tuna hifadhi ya taifa ya Mwalimu Nyerere, zamani ikifahamika kama Selous, hifadhi kubwa kuliko zote Tanzania, pia inapita katika mkoa wetu na mikoa mingine ya Pwani, Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma. Na hii ni moja ya maeneo muhimu ya kutembelea kujionea wanyama wakubwa walioko duniani. Pia maporomoko ya maji Hululu haya yapo Mgeta. Hii ni sehemu ya kipekee sana kwa watalii. Morogoro pia ina pori tengefu la Wamimbiki. Eneo la utalii la kuvutia ambalo lipo kama kilomita 62 tu kutoka Morogoro mjini. Pori tengefu la Wamimbiki linatoa fursa nyingi za kutembelea nako. Pia ukifika huko utafurahia utalii na kufanya mapumziko yako yawe ya kipekee. Nikwambie tu, hivi ni vivutio vichache kati ya vingi ambavyo utaweza kutembelea ukiwa hapa Morogoro. Na jambo zuri ni kwamba vivutio vyote hivi vinafikika katika mazingira bora ya utalii. Karibuni sana sana Morogoro. Utalii wa ndani una maana kwa jamii na una manufaa mengi kwenye afya ya mwili na akili. Usikose kutembelea na kufurahia vivutio vinavyopatikana hapa mkoani Morogoro. Karibuni sana wana wanaJMAT, karibuni sana majaji, mkaribie mahakimu, karibuni wajumbe, katika mkoa ambao uliwahi kuimbwa kwamba una miteremko mikubwa ya maji. Karibuni Morogoro. Makala hii imetua sauti, nami Omari Kiombwe Makaburi, pandikizi la kaka.